Yes, of course, ni siku nyingine tena, leo ni Jumanne ya uh, Julai 11, 2017. Karibu katika uchambuzi wa magazeti ya leo kutoka IOTV na millardayo.com. Mimi ni David King, karibu ni kupitisha kwenye taarifa ambazo nimepewa headlines kwenye magazeti ya leo ya kitaifa kuanzia hard news, michezo, mpaka udaku na kupitisha kote huko. Of course um, leo headlines hizo zinajulikana sana, kitu gani ambacho kitoka kimebeba vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Ishu ya escrow inaamka tena ni baada ya jana aliyewahi kuwa waziri wa nishati na madini William Geleja kurejesha shilingi milioni arobaini na nukta nne ambazo aliwahi kupewa na uh, Rugemalira ambaye anahusika moja kwa moja na malipo ya shilingi bilioni zaidi ya shilingi bilioni mia tatu ambazo zililipo kutokana na sakata hili la escrow. Taarifa zimeandikwaje leo? Karibu ni kupitisha huko tujue kitu gani kimeandikwa. Mtanzania ukurasa wa mbele wameandika Ngeleja, hahaha, escrow apeleka TRA shilingi milioni 40 alizopewa na Rugemalira. Ni baada ya kuojiwa na TAKUKURU wiki iliyopita. Taarifa zaidi tunasema Kafulila uh, Kafulila anasema uamuzi wa Ngeleja ni hatua ya kwanza, kwamba amekubali jinai, kurudisha fedha hizo haimwondolei jinai yeyote aliyehusika, lakini pia takukuru. Kwa hiyo katika uchunguzi kwenye shahidi inaangaliwa, je, nia ovu ilikuwepo, halafu ndio muhusika anafikishwa mahakamani. Lakini pia TRA tumesikia kama ulivyosikia, hatujui kama zimelipwa kweli au zimefuata utaratibu gani. Taarifa hiyo imeandikwa kwenye gazeti ukurasa wa mbele gazeti Mtanzania. Lakini pia hatimaye, mdea arudi uraiani. Mkapa simulia alivyomwibwa JPM. Lakini pia taarifa zingine ni mchicha, bonde la Msimbazi una kemikali za sumu. Kwa hili Everton nitawakumbuka, asema Lukaku. Hiyo gazeti Mtanzania limeandika hivyo kwenye ukurasa wa mbele. Kiundani zaidi taarifa Escrow inasema, taarifa Escrow inasema Hatua nyingine, hatua nyingine ya mbunge wa Sengerema William Ngeleja kudai kupeleka shilingi milioni 40.4 mamlaka ya mapato Tanzania TRA, akisema anarudisha mgao wa fedha za kaunti ya Tegeta Escrow alizopewa na mkurugenzi wa kampuni ya VIP Engineering James Lugamarila imeacha maswali mengi kuliko majibu. Baadhi ya maswali aliyoibuka ni pamoja na endapo hatua yake hiyo itafanya asichukuliwe hatua nyingine za kisheria. Kwa nini arudishe fedha hizo TRA na si kwa Lugamarila ama benki ya Mkombozi ambayo ndio iliopitisha fedha hizo uh, kwenda kwenye akaunti yake je wenzake walopata mgao huo kutoka kwa Lugemarila nao watazirejesha fedha hizo kwa nini amerudisha shilingi milioni 40.4 wakati alishalipia shilingi milioni 13 kama kodi ya fedha alizopewa na je hatua ya kurudisha fedha hizo TRA haitatafsiriwa kama ni kuingilia kesi iliyoko mahakamani baadhi ya maswali waliopata majibu jana ikiwa ni pamoja na TRA kupitia kwa mkurugenzi wa huduma na elimu kwa mlipa kodi Richard Kayombo alisema taarifa za mbunge wao kurejesha fedha hizo alizipata kutoka kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili Mtanzania. Um, unaweza kuendelea kuzisoma kwenye ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika: Mboe amfungulia kesi mkuu wa wilaya Hai. Kampuni ya Kilimanjaro Vegi Limited inayomilikiwa na Freeman Mboye ambaye pia ni, amba ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo y Chadema, imefungua kesi katika mahakama kuu kanda ya Moshi dhidi ya mkuu wa wilaya Hai uh, Gelasius Bayankwa. Imefungua kesi hiyo uh, dhidi ya mkuu huyo wa wilaya kwa kuwa ndiye alidaiwa kushiriki katika uharibifu wa miundombinu ya shamba la mbogamboga inayomiliki anaomiliki wilayani uh, hai mkoa wa Kilimanjaro. Kesi hiyo ambayo pia iko chini ya jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Moshi Aisha Sumari ilifungulia Juni 30 mwaka huu na kampuni ya wakili ya D and Souza, uh, and Company Limited ya Arusha kwa niaba ya kampuni hiyo. Kwa hiyo ina, ina, kesi hiyo pia ina, ina, ina mashauri mawili ambayo ni shauri la ardhi namba 20 ya mwaka 2017 na, na maombi madogo ya namba 51 2017 na kwa taarifa zaidi Zipo kwenye gazeti hilo, unaweza kuendelea kuzisoma Mkapa simulia JPM alivyomwibua raisi wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa amesimulia jinsi alivyomwibua raisi Dr. John Magufuli hadi akamteua kuwa naibu waziri wa ujenzi katika uongozi wake alitoa kauli jana wakati wa hafla ya makabidhiano ya hati ya nyumba 50 zilizojengwa na taasisi ya Benjamin Mkapa kwa ufadhili wa mfuko wa dunia Global Fund, wilayani Chato mkoani Geita katika utawala wangu nilivutiwa na Magufuli kutokana na utayari wake nguvu yake ari yake, upendo wake na moyo wake kwa kujitoa na kutumikia. Uh, hivyo mwaka 1995 nikamteua kuwa naibu waziri na baadaye kuwa waziri kamili, lakini vile vile ushirikiano wenu na upendo wenu, wananchi wa Chato, ndio uliomfanya Magufuli ang'ae mbele ya chama chake cha CCM na kuthaminiwa kubeba mzigo wa nchi. Taarifa zaidi kwenye gazeti hili Mtanzania, unaweza kuendelea kuzisoma. Gazeti ni Pasha lenye kurasa mbele, limeandika "Ngeleja ajaribu kukwepa keko, TAKUKURU bado ya mng'ang'ania." Taarifa katika ukurasa wa pili Panga jipya vyeti elimu serikalini. Mkapa anika siri ya rais, lakini pia Mdee, Bulaya, Chal uh, kotini. Uh, mume auawa mke hoi Kibiti. Makinikia ya kashia kuwekwa mezani kesho. Ilo ni gazeti la Nipashe, limeandika kwenye kurasa mbele, sifa stars versus Rwanda, Julai 15, 2017 Kirumba pale Mwanza, mechi itakuwa inapigwa. Kwenye kurasa ndani taarifa ya Ngeleja pia uh, Uh, nitaipitia ki, ki, kifupi zaidi. Tayari tunasema waziri wa nishati na madini wa zamani na mmoja kati wa uh, ya watu waliopokea mgao wa fedha zinazodaiwa kuwa ni za kashfa ya Tegeta Escrow William Geleja amerejisha fedha kwa mamlaka ya mapato TRA, jana, hatua ambayo inaweza kumwepusha na mkono wa sheria, ambapo mamlaka zitafuati, endapo mamlaka zitafuatilia swala hilo uh, kwa mujibu wa wataalamu wa Fedha, na, na sheria. Taarifa zaidi zita, utazisoma kwenye gazeti hili Nipashe kwenye ukurasa wa pili. Pia nikibakia hapo, makinikia ya Acacia kuwekwa mezani. Dar es Salaam, hatimaye majadiliano kati ya serikali na Barrick Gold Corporation ya Canada juu ya urejeshaji wa fedha ambazo nchi imepoteza kutokana na udanganyifu ambao umegundulika kwenye biashara ya makinikia ya kampuni yake ya, ya Acacia yataanza kesho. Bariki ni mmiliki wa asilimia 63 ya hisa za Acacia Mining Limited ambayo iligundulika kuwa ikifanya udanganyifu katika usafirishaji wa makinikia tangu migodi ya dhahabu ya kampuni hiyo ianze kusafirisha mwaka 1998. Mwezi uliopita mwenyekiti wa Bariki Profesa John Tonton, ambaye alifanya mazungumzo na Rais John Magufuli na kukubali kulipa fedha ambazo zitakuwa zimepotea Haikutajwa tarehe ya kwanza kwa mazungumzo hayo, lakini akizungumza katika masherehe ya makabidhiano ya nyumba hamsini za watumishi wa afya kwa mkoa wa Geita, Simiyu na Kagera zilizojengwa na taasisi ya Mkapa Foundation kwa kushirikiana na wizara ya Afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, uh, Rais Magufuli alisema mazungumzo hayo yataanza rasmi kesho. Kwa hiyo kesho, uh, Acacia na Serikali zitakuwa zinakutana kufanya mazungumzo kuhusiana na makinikia mume apigwa risasi nane mke akiachwa majeruhi mtu mwenye mtu mwingine ameuawa kwa kupigwa risasi nane usiku wa manane wilayani Kibiti mkoani Pwani akifanya idadi ya watu waliopoteza maisha kufikia 39 wakiwemo askari polisi 15 na tangu mauaji hayo yalipoanza kutokea mwaka 2015 taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili uh, Nipashe Mkapa anika siri ya raisi raisi Benjamin Mkapa jana raisi mstaafu Benjamin Mkapa jana alitoa alitoboa siri lomfanya mteue Rais John, uh, Magufuli kuwa mmoja wa mawaziri katika utawala wake, kama ambavyo nimekupitisha huko. Panga jipya vyeti feki elimu serikalini. Taarifa taarifa inasema watumishi wa umma wenye kiwango cha elimu ya darasa la saba wametakiwa kuwasilisha haraka serikalini vyeti vyao vya kujiendeleza mpaka uh, kidato cha nne, vinginevyo watafutwa. Akizungumza na watumishi wa wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam jana, waziri wa nchi ofisi ya rais, menejimenti ya watumishi wa umma na utawala bora, Angela Kairuki alisema agizo hilo linawahusu watumishi walioajiriwa mwaka baada ya Mei 2024. Alisema watumishi walioajiriwa kabla ya tarehe hiyo wataendelea na nafasi zao, na kama walijiendeleza wanahitajika kuwasilisha vyeti vyao kwa ajili ya kurekebishiwa taarifa zao. Waziri Kairuki alisema hayo alipo Ina, alisema hatua hiyo inachukuliwa kama sehemu ya zoezi la uimarishaji wa mfumo wa serikali ambao utasaidia kupata taarifa sahihi za wafanyakazi na kupunguza idadi kubwa ya gharama za uendeshaji. Kwa hiyo, taarifa zaidi utazisoma kupitia uh, gazeti hili. Halima Mdee Kizimbani Kisutu apata dhamana. Taarifa inasema mbunge wa jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam na wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Halima Mdee uh, amefikishwa katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu akikabiliwa na shtaka la kumtukana Rais John Magufuli hapo, ambapo uh, ilikuwa ni jana hiyo ambapo alikuwa amefikishwa mahakamani. Mdee anashtakiwa kwa kusema Rais Magufuli anaongea hovyo hovyo anatakiwa afungwe breki. Uh, mshtakiwa huyo alisomea mashtaka jana mchana mbele ya Hakimu Mkazi mwandamizi Victoria Nongwa, upande wa Jamhuri ukiongozwa na wakili wa, wakili wa serikali mwandamizi Nasoro uh, Katuga akisaidiana na mwendesha mashtaka Hamisi Saidi ulidai Julai tatu mwaka huu, mtaa wa Ufipa katika ofisi za makao makuu ya CHADEMA mshtakiwa huyo alitenda kosa hilo. Kwa hiyo uh, jana alifanikiwa kusomea mashtaka yake na kuachiwa kwa dhamana shilingi milioni kumi pamoja na wadhamini wengine wawili. Uh, taarifa zaidi tutazisoma uh, kwenye gazeti hili Nipashe nam gazeti Mwananchi lenyewe ukurasa mbele limeandika Ngereja ibua maswali kibao, ni baada ya kuamua kurejesha serikalini fedha shilingi milioni 40.2 za escrow. Uamuzi wa wake wawakumbusha waliosamewa kashfa ya EPA. Mdee achiwa spika um, kimsubiri ke, Dodoma jinsi kilio cha watoto vizuri kilivyoashiria wa kuanza kusikika, lakini pia dereva mgonga trafiki akijisalimisha uh, polisi Aga Khan Foundation inavyoboresha maisha ya jamii za Kitanzania imeandikwa kwenye gazeti hili, asimulia madereva 24 walivyotekwa na waasi wa Mai Mai Kongo, mwingine wao kwa risasi. Kibiti, Magufuli yashtukia ubadhilifu wa shilingi milioni 42 za pembejeo za kilimo, hatimaye mbao ya mburuta kotini DC wa Hai. Hilo ni gazeti Mwananchi limeandika hivyo kwenye ukurasa wake wa mbele, kama ambao taarifa zingine tumezipitia kwenye magazeti um, mengine. Gazeti, gazeti Mwelekeo lenye ukurasa mbele limeandika Ngeleja atema milioni escrow waponza vigogo wengine lukuki, waliopata mgao kama ambavyo inaonekana kwenye kurasa mbele hapa. Andrew Chenge alipokea shilingi bilioni 1.6, Anati Bayuka alipokea shilingi bilioni 1.6, Daniel Lyon alipokea shilingi milioni 40.4, Jaji Aloisi Mujulizi alipokea shilingi milioni, milioni 40.4 40, Askofu Medius Kilaine alipokea milioni 80.9. Lakini pia uh, kuna taarifa kuhusiana na maisha ya Manji. Keko ni hatari tupu. Magufuli, sitawasahau Mkapa, JK maishani. Chadema harutishwi, hiyo ni taarifa imeandikwa umo michezo tff inapokosa mwenyewe mamilioni wapinga uamuzi wa trump kuhusu tabia nchi ushauri wa mapendekezo uh, ushauri na mapendekezo kumaliza mgogoro kafu lakini pia kuishi kimashariki ndani ya magharibi hilo ni gazeti uh, mwelekeo limeandikwa hivyo kwenye ukurasa wa mbele dakika sabini na tano za jpm mbele ya kipaza sauti sengerema pia zimeandikwa kwenye gazeti hili kwa ufupi hilo uh, ni gazeti mwelekeo Gazeti Tanzania Daima ukurasa wa mbele limeandika Ngeleja alikoroga fedha za Esco arejesha shilingi milioni arobaini za mgao aliopewa na Rugemalira, aweka pabaya Chenge, Profesa Tibejuka na wengine. Mdee asota saa 144 kwa shtaka moja, adaiwa kumtukana Magufuli. Wauaji kibiti waua tena, hilo ni taarifa kwenye gazeti hili. Mkakati wa kumng'oa Lipumba wazinduliwa, mzee wao akidaiwa kuiba mahindi, runi kutua da kesho. Hilo ni gazeti Tanzania Daima limeandika ukurasa wa mbele. Gazeti Uhuru ukurasa mbele pia limeandika majipu sasa yanajitumbua yenyewe ya JPM wasema ameshia vita ufisadi kwenye pembejeo. Sababu tano za Ngeleja kurejesha shilingi milioni 40.4 za Esco zimetajwa kwenye gazeti hili. Halibamde kizimbani kwa kumtusi Rais Magufuli, hilo gazeti Uhuru limeandika ukurasa mbele. Gazeti la Uwazi ni gazeti la um, udaku. Ukurasa mbele kuna picha kama vu zinaonekana kwenye ukurasa wa mbele hapo, lakini pia kwenye ukurasa wa nyuma kuna picha ya Mboya akionekana kucheza na mkewe. Bila shaka ilikuwa ni kwenye harusi ya Profesor J kwenye harusi yake pale Uh, kwenye ukumbi uh, Gazeti Bingwa ile kurasa mbele limeandika huyu ndiye mwenye hadhi ya Yanga ni fundi wa Lesotho, uh, mwenye mbavu za mbwa umkali wa mashuti chenga aliyowatesa kinoma Mzamiri Banda na mao mrithi wa Msuva patikana Jangwani omoga watoa uh, nishai Simba awaambia uh, Mayanja haondoki Msimbazi Lukaku humwambi kitu kwa Morinho Saidi Ndemla aitwa Taifa Stars waziri mwa kembe aivunja BMT Runi athibitisha kutua uh, Bongo leo gazeti la bingwa ukurasa wa mbele ukurasa wa nyuma limeandika Ancelotti amfananisha niwa na kompyuta. Lukaku wamwagia sifa Mourinho. Chelsea yanasa kifaa kutoka Ujerumani. Asanteni Wayne Rooney awashukuru Manchester United uh, baada ya kujiunga na Everton. Gazeti uh, Mwanaspoti lenyewe ukurasa mbele limeandika mabadiliko, Simba yala vichwa 15 Omoge ya mkataa mrundi ambakiza Mayanja wake adai ndiye mwenye siri za kuimaliza Yanga. Sportpesa fainali Julai 13, goma hiyo wanakutana na Everton saa kumi jioni. Kiungo aigomea Simba aenda zake Yanga. Vipimo vya mbeba jibu Yanga oku ya zindu, azing, akizingua tu imekula kwake. Ukurasa nyuma gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika rekodi. Hapa mbele kuna picha ikimwonyesha uh,